Karibu ndugu mpenzi msikilizaji, katika kijiji cha machozi, imesimuliwa kwako nami Baraka Elizio. Kijiji cha machozi kilikuwa kimya sana jioni ile, kimya cha aina ambayo ingeweza kukufanya uisikie hata pumzi yako. Hakukuwa na upepo wala kelele za watoto. Ilikuwa ni siku ambayo kijiji chote kilikuwa kinajua kuna jambo kubwa linakaribia kutokea. Katikati ya kijiji, chini ya mti mkubwa wa mkongo uliokuwepo tangu enzi za mababu, alikuwa amesimama mzee Juma. Alikuwa ameshika fimbo yake ya uzee, macho yake yalikuwa mazito kama mtu aliyebeba siri zisizo na mwisho. Mzee Juma kuwa mtu wa kawaida alikuwa ni kiongozi wa kijiji kwa zaidi ya miaka ishirini, lakini leo hata yeye mwenyewe alionekana kwamba anaogopa hata kivuli chake. Umbali kidogo, nyuma ya nyumba ya udongo iliyochakaa, alikuwa amekaa binti mmoja, alikuwa akifahamika kwa jina la Rehema, mwanamke aliyekuwa na uso wa kuvutia, lakini macho yake alionyesha maumivu yasiyoelezeka. Rehema alikuwa ameolewa na Bwana Kombo. Bwana Kombo alikuwa ni tajiri wa kijiji, alikuwa na miliki ardhi, mali nyingi sana na hata mifugo mingi pale kijijini, lakini moyo wake ulikuwa ni maskini wa huruma. Bwana Kombo alikuwa ni mtu mbaya asiyekuwa na huruma kabisa. Ndani ya nyumba ile, Rehema alifunga macho yake, machozi yakimtiririka ya kimya kimya. Leo ilikuwa ni siku ya tatu tangu apigwe na hakuna mtu aliyethubutu hata kumsaidia, kwa sababu mume wake Rehema alikuwa ni mtu mwenye pesa na pesa ziliweza kununua hata haki. Upande mwingine wa kijiji karibu na mtu uliokauka, alikuwa amekaa kijana mmoja anaitwa Daudi. Kijana alikuwa maskini yatima asiye na chochote zaidi ya ndoto. Ndoto yake kubwa Daudi ilikuwa ni moja tu. Kumuoa Salma. Salma alikuwa ni binti mzuri sana pale kijijini. Lakini uzuri wake ulikuwa ni laana. Wanaume wengi walimtaka, wanawake walimwonea wivu sana. Na yeye mwenyewe alitamani kuondoka kijijini hapo. Aache mateso, aache umasikini, lakini pia aachane na jina la kijiji cha machozi. Lakini Salma alikuwa na siri nzito sana. Siri ambayo angeitoa ingevuruga kabisa kijiji kizima. Jioni ilipozidi kuingia, kengele ya mkutano ililia. Watu walianza kukusanyika chini ya mti wa mkongo. Nyuso zao zilijaa maswali, lakini hakuna hata mmoja aliyebahatika kusema chochote. Mzee Juma alisogea mbele, akakooa kidogo, kisha akasema kwa sauti nzito, leo nimewaita hapa kwa sababu kuna jambo limefichwa kwa muda mrefu sana. na siri kikaa ardhini kwa muda mrefu huanza kutoa harufu. Watu walitazamana. Rehema alishika kifua chake, Daudi alisimama kwa wasiwasi, Salma alihisi miguu ikitetemeka sana. Mzee Juma aliendelea, kijiji hiki kimejengwa juu ya ukweli, lakini pia juu ya uongo, na leo mojawapo ya siri hizo lazima itoke kabla hajaendelea. Kelele zilisikika kutoka nyuma ya nyumba ambapo ilikuwa ni nyuma ya umati ambapo watu walikuwa wamekusanyika. Mwanamke mmoja alipiga yoe, amekufa, amekufa! Kimya kilitanda ghafla, watu waligeuka kwa hofu. Moyo wa Rehema ulidunda kwa kasi sana. Salma alifunika mdomo wake lakini Daudi alikimbia kuelekea kule sauti ilipokuwa ikitoka. Mwili ulikuwa umelala chini na damu ilikuwa bado haijakauka, na hapo ndipo kijiji cha machozi kilianza kulia kwa sauti. Ndugu mpenzi msikilizaji, hakuna aliyekuwa akijua ni nani aliyeuawa wa, wala hakuna aliyejua kwa nini mtu yule ameuawa, lakini kila mtu alijua jambo moja tu. Siri zilizozikwa zilianza kufufuliwa. Kama umeguswa na simulizi hii, ndugu mpenzi msikilizaji, nilikuwa naomba uweze kusubscribe, ku like na comment katika chaneli yetu, ili uweze kujipatia mwendelezo wa simulizi ya kijiji cha machozi. Asante.